Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji wa Zamyl Tv Nuru Ya Imani, jamii kubwa ya Kiislamu ikiendelea kuteseka kule nchini Palestini kutokamana na vita dhidi ya wa Waisraeli na Palestini, ikiwemo wa mama wa baba na watoto wa pamoja na watu wanaoishi huko, akiwemo wengi wa Waislamu wakiteseka na janga la chakula pamoja na janga la makazi. Sasa hivi alhamdulillah wameweza kushirikiana Waislamu na waihsani na wadau wapenda heri e, kushirikiana na kikundi cha Namlef kwamba kikundi hichi kinapatikana Kenya. Waliweza kuungana na kutenga au na kuunda ufikra na wazo la kujenga grupu la WhatsApp, ambao kwamba wanafanya mikakati ya kuchanga ili kusaidia wale ambao kwamba kwa amba hawajiwezi, na sasa hivi alhamdulillah la kuli hal kule Namlef walienda, walienda kikundi hichi cha Namlef kuenda kuwazuru na kuwajengea msikiti ambapo kwamba watu wale wa, wa nchi ya Palestine waweze kuabudu, waweze kupata makazi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii yote ni wahisani na wadau wa Uislamu wanaopenda kheri, kuunda fikra na kuiamini hiki kikundi cha Namlef, pamoja kwamba ni kikundi kinapatikana Kenya na kwenda kule nchini Palestine na kuwajengea msikiti, ili watu wale wapate sehemu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu hadi hapo ni kuacha mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Ya Imani kujitazamia yale yote yanayojiri huko Palestine. <tune>

Naam mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, nafikiri umeweza kujionea wakiwa kwenye harakati ya ujenzi wa msikiti, msikiti huo ikiwa ni hema, sio msikiti wa tofali, lakini ala kule hali itakuwa ni sehemu ya utulivu na sehemu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu bila kashikashi ya aina yote. Kikundi hiki anamleui, kikundi ambacho eh, kwamba kinapaswa kuaminiwa na kupewa sapoti wa hali na mali, ili kusaidia watu wasiojiweza kama vile kwenda kuwazuru ndugu zetu wanaopata janga la makazi pamoja na chakula huko Palestini. Kikundi ambacho kwamba kipo Kenya, na harakati anazozifanya ni harakati kubwa inapaswa. Ukiwa na jambo lako lolote, au ni shilingi moja, shilingi mia, unapaswa utafute kikundi hiki ofisi yake, na uweze kupeleka sadaka yako. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya imani, mpaka hapo sina la ziada sipokuwa nikutakie siku njema, wa ilalika maasalam.